Ni kwa neema ya Mungu kwamba tunaendelea kusonga mbele katika kumtumikia Mungu, na leo ni siku ya tarehe tano. Kesho ni tarehe sita na ndiyo itakuwa siku ya kwanza ya, ya semina yetu ya Pentecoste, semina ambayo nimeitangaza kuifanya wiki hii siku ya tarehe sita, saba na tarehe nane kwa maana siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, ambapo siku ya Ijumaa tutaanza saa kumi kamili jioni hadi saa kumi na mbili jioni na siku ya Jumamosi tutaanza tena saa kumi jioni hadi saa kumi na mbili jioni na siku ya Jumapili tutaendelea wakati wa ibada kuanzia saa tatu asubuhi hadi uh, saa tano na nusu asubuhi. Hizi ni siku tatu zenye nguvu nyingi sana ambazo kila mtu ambaye anakusudi na anatamani kumwona Mungu katika maisha yake anapaswa kuwa sehemu ya siku hizi tatu. Inawezekana wewe utakuwa uh, karibu na eneo hili, e, eneo hili la Mji Mwema karibu na sheli ya Mji Mwema, ukivuka taa kidogo, kama unaelekea uh, Cheka, uh, ni, ni, ni mita chache sana kutoka sheli, unakuwa umefika mahali hapa, Sauti ya Matumaini Tanzania, mahali ambapo utakuwa sehemu ya siku tatu hizi zenye nguvu sana, uh, kujifunza maneno ya Mungu, hasa kujifunza kwa kina sana kuhusiana na Roho Mtakatifu ni jambo la muhimu sana, kama utapata nafasi ya kushiriki, ikiwa utakuwa maeneo haya majira haya saa kumi hadi saa kumi na mbili, ninakushauri na ninapendekeza kwako, tumia haya masaa mawili, fika mahali hapa kanisani, tujifunze maneno ya Mungu na tumume Mungu sana kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Ninajua kwamba kupitia jambo hili na pamoja na nasi